I imeshuka wapi? Maka, inna a'tainaka alkauthar. Kauthara, Abdurahmani atufundisha asema eh, ni mto ni kheri nyingi ni utume ni jaha kukubalika, lakini akatuongezea katika taaluma kwamba kauthar pia ni kisima peponi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam alionyeshwa kisima kama kile wakati amekwenda Isra. Na safari ya Isra ilikuwa wapi? Ilikuwa Maka, sawa eh? Lakini Sayina Anas Ibn Malik hajaishipo Maka, Madina, lakini anaieleza habari ya sura hii ilivyoshuka ni kwamba mara nyingine, mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam linaweza likatokea jambo kule Madina, aya zile zile akaletewa tena, kama kuliwazwa, kama alikuambiwa lam nashraha laka sadraka waadana anka wizraka alladhi yanqala dhahraka warafana laka dhikraka. Bwana wewe anaambiwa Madina, lakini vyombo vilishukia wapi? Ndio pale mufasirina wengine anasema, basi ndio tunasema. Hata wale wengine anasema Suratul Fatiha bwana ina aya saba ma lbasmala tumeipata Madina huko, mwingine anasema ah, iko ya kwanza ilishuka Maka bila bismillah. Zinakuja mara nyingine kwa sura hii sawa eh? zinakuja kwa mfumo wa hadith. Sasa nimepakumbuka hapo katika hii wa Dhuha, ule mtume kuondolewa huzun, kuambia ma wadaka rabbuka wa maqala, si kwamba ndo ilishukia pale. lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab zamani lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay bin Kab, Ka inna llaha amarani an aqraa ilaika suratul bayyina. Ubay, Allah ameniamrisha nikusomee la 100 alikuwa qari, asema ya rasul allah, wa laqad samani, nimetajwa kabisa kwa jina Ubay, laqad samaka, umetajwa na Mungu wewe, mpaka analia. Nimefahamiana eh? sasa wakawa wanasema habari haziji, habari haziji. Na kweli ilikuwa ni mtihani kidogo, na baadaye majibu haya yalikuja. Saina Jibril akamfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na aa. Sasa tuanzie hapa, kuna baadhi ya habari kama za kina Saina Khadhri. Kwanza ni habari za kale za zamani a, eh, habari ambazo ni vigumu kupata ile historia yake moja kwa moja a to z, ila utakuta imeandikwa kwa kitabu fulani kidogo, kitabu fulani kidogo. Sasa ndio unaunganisha unganisha, sasa kwa sababu sasa hivi mpirefu utasema, kwa kifupi tuweke nukta ili tutoe baraka kwa wengine. zamani alikuwa mzee mmoja shekhe letu baraka yetu akiitwa Kahfan alayhi salam. Mzee huyu Kahfan alikuwa na sifa kama za mwana wa chuoni Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali au kama Abu Musa au kama Abu Mashar al-Falaki huyu, <coughs> shekhe letu Kahfan alikuwa ni mbobezi katika ilmu zake za nujum za nyota, wakati akiwa anaandika andika nyota zake zile, na iikuwa anaachuoni si neno kujua mambo ikiwa wazungu wanaweza wakatuletea utabiri wa hali ya hewa ya mwezi ujao na ya kasibu, hakuna anayejua ghaibu eh? Na ghaibu ziko, kuna ghaibu muqayyadun wa mutlaqun istiqlali. Kuna yale ambayo mambo yamefungwa, hajui isipokuwa Allah peke yake, na kuna haya mambo madogo madogo yameachiwa yameachiwa alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul katika vita vya badri na mtume sallam alikuwa akisema hadha masra sheiba wa hadha masra abu jahl wa hadha utba sheiba atauawa hapa abu jahali atakufa hapa watu wakao wanapigia mstari zile sehemu na ilikuwa vile siku nyingine alipita kaburini akasema, huma yu'adhaban, hawa wanaadhibiwa. Mmoja kana la yastanzihu min albawli, alikuwa hajichungi na mkojo na mwingine kana yamshi bin namima, anatembea huku anaita anaetaetatika. Sasa Sheikh Qattan, siku katika habari zake hizi, akawa akaona nyota kubwa. Hiyo nyota kubwa itakuja duniani, nyota kubwa ile, na itakaposhuka chini nyota kama ile. Hakujua itakaa muda gani, lakini itakuja usiku, itakuwa tarehe fulani. Siku itakapokuja nyota kama ile, ni nyota ya ajabu, imetoka kwa Allah wa ajabu na akazaliwa siku hiyo mtoto wa ajabu. Ili ile tarehe asiisahau, akaiandika kwenye mlango wa nyumba yake. Ile tarehe alivyoiandika pale, akatulia. Ile tarehe ilipofika, akamwambia mkewe, leo kuna nyota ya ajabu kuipatilizi Leo mimi naingia ndani kupumzika, wewe washa moto pale nje yauslami, angalia juu, ikitokea tu ile nyota njoo haraka haraka, tukutane inshallah, allah tutazaa mtoto waje mama kama yule. Sawa, anapaa na ndio ilivyo, mume akikuamrisha hata, na hata akikwambia kaa juani pale, kuwa nafaa na mume akakaa pale akisubiri nyota kama hiyo. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Marakana alaihi salam, akamwona mama kama yule amekaa nje anawasha moto, ni jirani yake, baadhi wanasema ni ndugu zao. Akamwambia mkewe, haya, yule mama amekaa pale nje jirani yetu, pengine wana shida mme wake anaogopa kuja kusema huko usiku, hebu toka akamuulize mwanamke mwenzio kuna nini. Basi mama yule akaenda kwa haki ya ujirani, akamwambia hebu niambie, ndugu yangu, ayangona leo nje peke yako? Na yule mama akamwambia ah, unajua nasi tunaishi na madaktari bwana, waachi mambo yao. Kuna nyota na ivisie itakuja, ukishakuja hiyo nyota atazaliwa mtoto wa ajabu. Sasa kama atazaliwa mtoto kama huyo, ndio naisubiri nyota kama hiyo, lakini hamna tatizo pia he, haya, kwa heri. Akaondoka zake, alipoondoka zake kaenda kumwambia mumewe, waganga bwana kakaa, eti kuna nyota. Mume wake kafanya mahesabu, leo itakuja nyota muda mfupi usiku, kisha atazaliwa mtoto wa ajabu. Semarakani akamwambia mke wake, ikiwa Shekhe Kahfan amekosea mahesabu yake, hiyo nyota aitokia, lakini kama amepatia, ikitokea na yo yaloyasema ni ya kweli, na we nenda kaisubiri, na ukiiona jo, haraka tukutane, pengine tukamsaa sisi huyo mtoto wa ala. Basi akaenda lakini hakwenda pale kwa mwenzia, akakaa pembeni. Tena kuna baridi kali. Sasa yule aliyekuwa kwenye moto na ule ujoto ujoto, noas usingizi ukamshika, akisinzia yeye ye, mara akaiona ile nyota Alivyoiona ile nyota mbio akakimbia, mme wangu nimeiona. joo Ni, jo akalala na mkewe mzee malakani huyu. Baadaye usingizi ukamtoka akaiona ile nyota, lakini imetoka muda mrefu. Akakimbia kwa mme wake akamwambia, nimeshikwa na usingizi, lakini ilitoka hii nyota muda akamwambia haina neno, atujachelewa mida mwipo, tutakuwa tumekosa zile fadhila. Haya, tusogeleane. walikuwa na akili sana watu wa zamani, wakakutana. Walipokutana wale waliowahi katika ile nyota, mke wake alipata ujauzito na akazaa mtoto wa ajabu. Na hawa wapili pia waliochelewa, mke wake naye alishika ujauzito naye akazaa watoto wa ajabu wale walowahi mwanzo, mtoto alompata alimilikishwa akhira yote na viunga vyake, na hawa walowahi mtoto alomzaa walimilikishwa dunia yote. Kwa hiyo wafalme wawili hawa na hawa watu ni kina nani? Mzee tahkan alimzaa mtoto wengine wanasema anaitwa Iskandar Alex, aka yake Zulkarnaini. Huyu ni mtoto wa ajabu huyu. Mzee malakan naye alimzaa mtoto wa ajabu zaidi. Mtoto yule wa ajabu anaitwa Abu al-Abbas. So, mtoto anaitwa Abbas au anaitwa Baliya, wengine anamwita Balioni Ibn Malakan Ibn Al-Fakhshat Ibn Iram Ibn Sam Ibn Nur. Eke yake ni Sayyidna Khadr Alayhi wa ala, nabii wsalau. Sayyidna Khadr na Sayyidna Zulqarnaini Baadhi wanasema hawa ni ndugu, na baadhi wanasema walikuwa ni majirani, na hayo mambo yalikuwa huko kwenye nchi za Iskandar pande za Masr ama Jordan, lakini Dhul Qarnain alitokea kule kwenye Baharul Maiyit, Black Sea, bahari ya Rusi, Baharul Aswad hawa na habari Sayyidna, Sayyidna Dhulqarnain ambaye yatuunganishie safari yetu, habari zake ziko kama ifatano. Kuna bahala tutaweka koma sehemu hiyo. Habari hizi zao zote zimesimuliwa ndani ya Qur'ani, ndio maana tunazitaja mzee Kahtan yule mke wake aliyomwambia kawashe moto. Wanasema baadhi, alipatwa na mtihani alivyokuwa na mimba, na mimba zake zote zinakuja katika sura hiyo, akawa na mtihani wa kutoa harufu, ananuka vibaya. Haya ni maradhi, mpaka mume wake hana raha kumsogelea. Ndo watu wakamwambia kuna mti unaitwa Mwalex, ukiutumia na mzee Kahtwani taaluma yake ilikuwa tibu la Sham. Alikuwa ni tabibu kweli kweli, bingwa katika tiba za miti. Basi akamweleza mkewe, kuna mti ule utumie, ukiutumia harufu itaondoka. Na yule mama, kati ya nadhiri, alikutana na dawa inaomfaa, atajua shukurani yake afanye nini. Alipotumia mti huo mskandari, basi ile harufu ikamtoka. E, shukurani yake kumshukuru Allah alipomzaa mtoto wake akamwita Iskandari, Alex, Alexander. Lakini wengine wanasema yule Alex au Iskandari sio Dholkarnaine, ni mfalme mwengine mkorofi tu, alikuwa anakuja kufanya mapinduzi ndo akawa na jina hilo na akawa anajifanya yeye ni Dholkarnaine lakini jina la Qurani hakuitwa hivyo, aliitwa dhul karnaini. Karni, karn ni pembe, wanasema mwenye pembe mbili. Kwa nini ameitwa mwenye pembe mbili? Kwa sababu mbili. Sababu ya awali wanasema huyu bwana alikuwa usoni mwake ana nyama zimevimba hivi zinaonekana kama pembe mbili, walidhalika somia Dhulqarnain. Lakini wasema wengine, miongoni mwa maajabu yake, alikuwa havui kofia katum, kwa sababu alikuwa na mapembe haswa kichwani, maana akasema kiumbe cha ajabu. Lakini wengine wasema la, kwa sababu peke yake katika dunia ameenda mashariki ya dunia na magharibi ya dunia. Sasa safari hii niazimeni kidogo, naona ule msahafu mmenyang'anya. Haya, lakini safari tuielezee basi, kwa kichwa kwa msahafu. Mshaweka mbali, hamna neno. Wa yasaluna kan dhil karnain, unaulizwa habari ya dhul karnain, waeleze. Baada ya muda mfupi nitakupeni, nimeweka alama, nitakupeni habari zake. Wanakuuliza habari ya Zulkarnain, mwenye pembe mbili, pembe zenyewe mbili. Yeye alibahatika kwenda mashariki ya dunia na magharibi ya dunia. Mimi leo nitaanza safari ya magharibi. Qul, waeleze. Saatlu alaikum minhu dhikra, mtume atuambie sisi, muda si mrefu. Saatlu atlu. Abdurahmani Salimu anatuambia, si nitamvisi liufidu takribi muda mchache kabisa, takupeni habari zake bila wasiwasi. Nataka kusikia habari zake. Naam, naam, naam. Haya, habari zake, inna makkanna lahu fil ard, hakika sisi tulimpa uwezo, tulimpa uwezo katika dunia. Kuna matajiri wawili wanne muminain, wakafiraini, waumini wawili na makafiri wawili. Fa ima lmuminani, ama waumini wawili matajiri ni Suleiman bin Daud alayhi salam. Na katika busaa tu tukiwa chini ya Sheikh letu Abdurahman, tuelezane utajiri wake nini na nini na nini, tuvijue ili tusibeze maake. Kuna watu wakorofi kwa kubeza. Nimsikia mtu mmoja kwenye klipu akasema, nasikia wewe mtoto wa Bakhresa akutaka, ni utani eh? Akasema mimi siwezi kumuua mtoto wake. Kwanini mimi siwezi kumuua mtoto wa muuza juisi? Alikuwa utani, lakini mtajiri mkubwa kweli kweli na Allah ambarikie utajiri, utajiri wake. Lakini mahala shahid katika waumini, upande wa pili ni dhul Karnaini, alikuwa tajiri. Leo tutoe siri ya utajiri wake, alimiliki nini na hicho kitu, na sisi tuna uwezo wa kukibata au atukibati fulani hiyo. Sasa ama makafiri wawili, si wataji watakupotezea, mna wa atainahu min kulli shay'in sababa Tulimpa njia ya kupata anachokitakab ba akaishika ba e. Njia sasa, huyu alifanywa mfalme wa dunia nzima.